Bo e, kwa kusema kweli e, sijapata habari zozote za kusema kama huku ngambo za, za kusini ambapo alikuwa e, nchi kama Namibia au South Africa ametoka kule kuja upande huu kangali nje ya nchi ya Kongo. Ni nini kilichochea uamuzi wa rais wa zamani Joseph Kabila kurejea nchini kupitia uh, mji wa Goma wakati huu? Bon, nawaza alitamka ile kupitia <coughs> hali ya mambo gisi inaendelea kuzorota ndani ya nchi na kuona gisi wananchi wanapondekana zaidi sana ngambo za mashariki ya nchi yetu, na hapo ndipo alipanga kusimamisha uh, shughuli zote aliku, alizokuwa zikiziendesha huko nje ya nchi, na akasema lazima arudi uh, uh, nyumbani na uh, naomba ahusishwe kwenye mazungumzo yoyote ambayo inaweza ikakuwa kwa kuhusu kurudi kwa usalama ndani ya nchi yetu. mm-hmm. Je, kuna sababu ya kiusalama au kisiasa iliyomlazimu kupitia Goma badala ya Kinshasa au miji mingine ya Kongo? Hakuna hata hata sheria moya ambayo inakataza mtu kwa kuishi maeneo kule kunatawaliwa na wanamgambo, hakuna hata moja. Anaweza akachagua atokee mashariki au au kaskazini au au kusini ya nchi yetu bila kuwa na lazimishwa na sheria yoyote ya kusema kama mahali iko na vita, mtu hawezi tokea pale. Ni kila mtu anaangalia kuhusu usalama wake, mi naweza tokea wapi? Bwana Ferdinand Kambere, unatoka kuzungumzia hilo. Serikali inasema kuwa kurejea kwa Kabila kupitia Goma kunaashiria uhusiano wa karibu na waasi wa M ishirini na tatu. Chama chenu mnalizungumziaje hilo sasa hisinakuwa ni mambo tu ya upotovu tu, mambo ya uongo tu, ni mambo ya kutafuta kufunika hii yote. Haya waliipata kwa kushindwa kwa kuchunga mipaka kupitia se, eh, kwa kupitia jeshi letu la FRDC. Chama yani, chako e, cha, cha PPRD kinakana kwa ukamilifu tuhuma za kuhusishwa na waasi wa m ishirini na tatu huko mashariki mwa Kongo. Vitu ya, ya uongo tu, tunaendelea kusitisha, ni uongo na ni nia ya kuonyesha kama Chisekedi hana lazima ya kumaliza vita na hana haja ya kuangalia mateso ya population ya Kongo inaweza ishi inaweza isha na, muna gani. na serikali imesitisha shughuli za chama chenu cha PPRD na kutangaza kunyang'anywa mali za chama, mnatafsiri hatua hiyo vipi? Eh, sunaona inaenda tu kwa ile nia ya kunyamazisha Kabila asiseme na chama chake chisitumike tena, haiwezi wezekana leo munalamuka. Wanafanya ile maperquisition. Maperquisition wanaifanya na watu gani? Hatujue wanajeshi Ye, waende ingia ndani ya manyumba ya wasivili waende pokonya vitu gisi tulisikia. Ni hatua gani chama kimechukua au kinapanga kuchukua uh, kisheria na kisiasa dhidi ya hatua hiyo ya serikali kusitisha shughuli za PPRD? Hatua ya kwanza chama imeichukua ilikuwa kwanza kuendesha na kukanusha ile ile ma ma, ma decision ambazo ni mbovu kufatana na sheria yetu na katiba mkuu. Ni mambo ya uongo tu kutunga tunga tu, roho mbaya kuleta chuki kwa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange.